kuna ulazima Nima watu kuoana watu situishi tu <laughs> <laughs> wewe unaonaje mwalimu uh, ni mitazamo uh -huh. kwa sababu mahali popote unapoishi unakuwa guided, yani unaongozwa uh -huh. na haya maongozo pia inategemeana na mapokeo ambayo umeyapokea uh -huh. kuna mwingine anajua kwamba uh, kwa mtu ambaye anasoma vitabu vitakatifu lazima anajua kwamba mtu ni uh -huh. lazima aoe aolewe lazima kwa sababu ili ulimwengu uweze kuongezeka lazima iwepo mbegu ipandwe, ili vitu vingine viweze kuzaliwa, na vile vitakavyozaliwa navyo vitunzwe vizuri, ili viwe mbegu au iliwe shamba. mm. Sababu lazima kuwe na mbegu, lazima kuwe na shamba la kupanda. mm -hmm. Sasa uh, mtu ambaye amekulia katika mapokeo hayo mm -hmm. na kujua vitabu vitakatifu vinasemaje mm -hmm. huyo anajua kabisa kwamba kuna kuoa na kuna kuolewa yeah. Lakini pia kuna mtu mwingine, yeye hajaona, hajui vitabu vitakatifu vinasema nini, anaona anakutana tu na watu mm -hmm. Kuna mwingine anafanya tu haya matendo ya ndoa mm -hmm. Hajui akifanya hivi nini kitatokea mm -hmm. Ni kama vile watoto wadogo mm -hmm. ambaye akishakuwa katika ule umri akafanya tendo la ndoa, anashangaa huyo, anamwambia bwana, mimi nina ujauzito wako. Huyo mm -hmm. anakataa, anasema haiwezekani, kwa sababu hajui lakini tukija kwenye swali la msingi mm. Kwamba siyaishi tu mm. Inawezekana huyu yote hayo ya ameyaona mm -hmm. Lakini akagundua kilichopo kwenye ndoa, shida iliyopo kwenye ndoa mm. Akaona bora, akaona bora. kwa nini kwa nini nisiolewe? mm -hmm. E, yaani, ya mtu anaamua kwamba mimi sina haja ya kuolewa na kijana mwingine anasema mimi sina haja ya kuoa mm. Kwa sababu inawezekana amemwona baba yake alivyokuwa anapata shida kwenye ndoa mm -hmm. inawezekana kamuoa mama yake, kamuona mama yake alivyokuwa anapata shida kwenye ndoa mm -hmm. inawezekana kamuona rafiki yake aliyekuwa naye, ambaye kila wakienda shuleni na anasikitika, anaona jinsi kule, kutokana na kule nyumbani mambo yanavyoendelea, aidha baba au mama anavyomfanyia mwenzake. Kwa hiyo, huyu linamuumiza anaona, wai kweli hii Yani, anaona kabisa kwamba hii, mbona inapingana na maneno matakatifu mm. kwamba furaha ndio iko kwenye ndoa, lakini ni kweli kuna hiyo furaha kwenye ndoa? Akimwangalia baba anavyoharibika, anavyougua, anavyoteseka, ambavyo ameshika shavu muda mrefu, ambavyo wakati mwingine anampa sira, mwanangu, ningelijua nisingeoa, mwanangu, ningelijua nisingeolewa, kwa mateso nayoyapata sasa. Unategemea huyu kijana ataacha kumuuliza mtumishi wa Mungu au mzee wa kanisa kwamba hivi kuna sababu yoyote ya kuolewa? Maana alipokuwa anauliza hivyo mm. ina maana tayari alikuwa anajibu mm. eh, kwamba angemwambia yeah, nah. Eh, angemwambia kwamba kuolewa ni muhimu mm. angeendelea kumuuliza swali jingine, kwani nini kwenye ndoa? Ukiingia kwenye ndoa, ndoa ni nini zaidi unachokitafuta? mm -hmm. Atakwambia tunatakiwa tukaongezeke. Sasa angeuliza tena, ndio tuongezeke kwa shida? mm. Umenielewa Ben? mm. Kwa hiyo nadhani nimeweza kuelezea ndugu, uh, watazamaji mnaotutizama na kutusikiliza hmm. kwamba ili swala inategemeana mazingira uliokulia, mapokeo ulioyapokea na wewe mwenyewe kwa ufahamu wako ulionao. Aha, kwahiyo inategemea ina malezi <laughs> yalikuwaje, inategemea malezi yalikuwaje, lakini kimsingi tena sikuna mm. watu wanaoishi awajaolewa mm. na wanaishi eh. na watu wanaoishi hawajaoa eh. na wanaishi watu mezaa na mm. watu wanaoishi amezaa tu anaishi anakuwa na mtoto, watu wanaoishi tu kuna watu ambao wameishi wa, wa wakaachana mm -hmm. kuna watu ambao wameishi wa wana, wana, wana, wana hali fulani mm. Sasa haya yote mtu akiyaona akiangalia na ufahamu wake anaamua, na mimi ngoja niishi maisha haya, si nimemwona baba akiishi hivi mm. baba amenilea, tulikuwa tunapika mimi ndo amenichukua kwa bibi mzaa mamaangu. Mamaangu aliamua kunikataa, kaamua baba kuishi na mimi, tumeishi tumefanya nini. Kwa hiyo na mimi kuna sababu ya kuwa na mwanamke. Au tuchukulie mtu alizaliwa, afu mama yake akamtupa mm. au tuchukulie mtu amezaliwa, anayeambiwa kwamba baba yako ni ule pale, lakini ule baba amjali, afanye nini? na inawezekana akapozi hata hilo swali, wewe huyu tunazungumzia amepozi swali kwa mtumishi wa Mungu mzee au mama ambaye amejiatachi na vitabu vitakatifu na neno la Mungu. Lakini huyu huyu mtoto anaweza kumuuliza hata mamake: mama, hivi mimi natakiwa kuolewa kweli? Ehe mwanangu, inabidi uolewe. Niolewe, niishi maisha ambayo unaishi wewe namna hii? Au mtoto anasema hivi, baba, mimi natakiwa kuoa kweli? Ah, ndio mwanangu, natakiwa kuwa nio ili niishi maisha ambayo mama anavyokutesa hivi au mama aliondoka ali, alitangulia mbele ya watu kwao, mama mdogo mm. anavyokunyanyasa hivi na anavyotunyanyasa sisi, wakati wewe baba unatekeleza majukumu yako, kila lililo jema unalifanya, mpaka kuna auntie friend wewe kuniambia, da mimi ningeolewa na baba yako mm. yani, baba yako ni mtu mtaratibu, anajali, anatunza familia vizuri, lakini mm. sasa unaangalia tena kwamba ah, sasa mbona mama mdogo ambaye anaishi na baba mm, hazingatii yale ambayo huyo anti anayeongea, mm, it's sometimes ni confusion, ndio maana unahitaji upate ufahamu wewe mwenyewe mm, na watu tunasema unahitaji universe, unahitaji ulimwengu, unahitaji yule ambaye unamwamini mm, akuongoze ilivyo vyema. Tofauti na hapo ni mm, ugonjwa wa akili <laughs> sawa. Huyu mama ali alimjibu kwa namna ya vitabu vitakatifu vinavyoeleza aki, aki, akitaja kuwa ni maagizo ya Mwenyezi Mungu mnye. Binti akamwambia hayo mambo ya Mungu ndio usiniambie kabisa. Changamoto iko wapi? It seems like inaonekana kama uh, kuna kundi la vijana linakuwa likiwa linaona kwamba ah, mambo ya kuamini Mungu haya ni hadithi ambazo applicable kwenye maisha yetu. Tumefeli wapi? Vijana wanaelekea mm. wapi kwa maisha hayo ya kuona kwamba ah, mambo ya Mungu ndio usiniambie kabisa, mimi nataka fact. Uh, is it worth enough kuwepo kwenye ndoa? Uh, kwa fact zipi? Kama nahisi faida ni nyingi kuliko hasara, ugere nitaingia. Kama naona hasara nyingi, bora nikae pembeni. Watu wanataka fact Tuanze kwenye mmomonyoko wa kumwamini Mungu, hapa tumefeli wapi? Mambo ya Mungu ni mchakato, isiye process mm -hmm. Yaani kwamba tunapozungumzia process au mchakato mm -hmm. ili jambo ni lazima liwe lina historia, lazima lianzie mahali fulani mm -hmm. Haiwezekani wewe kijana ukaishi maisha na wazazi wako wakakupa hiki na kile na kile na kile, wakakupeleka shule ile na ile na ile na ile, matokeo yake wazazi wako wakatangulia mbele za haki au hali zao zikabadilika, zile hali zilizokuwa bora na njema zikabadilika, na wewe ulitege, ulikuwa unajua kabisa baba na mama ndio kila kitu, ndio natakiwa kuwazingatia na kuwathamini wao, kwa sababu wao ndio ambao katika maisha yetu ya hapa duniani, yani wao ndio kila kitu hmm. Halafu umefeili sasa, wazazi hawana msaada na dunia ndio inakufundisha. Halafu unatokea mtu anakuambia bwana, kuna Mungu hmm. Hmm. Halafu nataka kuanzia hapo. Hmm. Kwa sababu kila jambo linatakiwa lijengeke kutoka huku chini huku likotoka. Imani ianzie kule. Hmm. Na ukianzia kule imani, utakapokuwa unazidi kuendelea utajikuta kwamba ulikuwa mtoto. Ulikuwa huna elimu. Ulikuwa huna kazi. Ulikuwa huna mke. Ukaja ukapata elimu. Hmm. Ukaja ukapata mke. Ukaja ukapata watoto. Ukaja ukapata maisha mazuri lakini kuna mahali tena ukaja ukateleza. Wakati ukiwa unaamini neno la Mungu, hapo utajua kuteleza kwangu. Kwa sababu kwanza utaamini Mungu ni mwema, Mungu ni mzuri. Kwa sababu nalikuwa ni mtoto, ni miujiza nimekuwa ni mtu mkubwa. Nalikuwa najisaidia mwenyewe, siwezi kutoa nguo, siwezi kufua nguo, leo ninafua. Nalikuwa sina uwezo wa kusimama mahali nikazunguka watu wakanisikiliza, leo ninaweza kusimama mahali watu wakanisikiliza nalikuwa sina mtoto leo nina mtoto ambaye nimezaa mwenyewe kwa mke wangu. Sasa ukianza kuyazingatia haya yote, ndio unasema yes, kweli Mungu ni mwema, Mungu amenitendea miujiza, kwa sababu kutoka utoto mpaka leo na mimi nina mtoto, kutoka sina mavazi, sina elimu, sina mali, leo nina mali. Unaona, huo ni mchakato. Sasa ukiuzingatia na kuufuatilia ule mchakato wako ukiwa na kumbukumbu kumbu ya ulikotoka, ukajilinganisha na sasa, na kwa kuwa ulikuwa unamwamini Mungu tangu huko, utajua kabisa kwamba Mungu anatenda miujiza na anafanya mambo ya mazito, na ukakutana na jambo ambalo sio zuri, sasa ndipo pale unaweza ukakaa na kutafakari je, yeah, Mungu huyu ndiyo ambaye ameniachia mimi niweze kuwa hivi tena? Lakini neno la Mungu linakwambia ukisoma, uh, Isaya hamsini na tisa, Mungu anaona Mungu anasikia, Mungu ana mikono ya kukumbatia, Mungu anaweza kufanyia miujiza mambo yako yaweze kuwa mazuri. Lakini neno linazingatia tena mbele, linakwambia kama wewe unamtumikia na kumtegemea Mungu mwenyezi Mungu ndio atayafanya hayo. Sasa haya ni mchakato, ni lazima wewe mwenyewe huwe unajitesti, sio unajilinganisha na mtu mwingine. Ajilinganishe wakati huu na wakati uliopita zamani. Ulikuwa hivi, leo uko hivi. Hapo ndio utaona kwamba ah, kweli Mungu. Lakini wewe ulikuwa unawategemea wazazi, ulikuwa unamtumaini na kumtegemea mwanadamu, kwamba unaona ah, huyu ndio kila kitu kwangu, yule mwanadamu sasa. Maana huyu mwanadamu huwa anafika wakati anashindwa, inafika wakati yale mamlaka hayawezi kufanya tena kazi, inafika wakati huyu mwanadamu anaugua, inafika wakati huyu mwanadamu anatangulia mbele za haki. Halafu haya yametokea, mtu anakuja anakuambia, ah, bwana kuna Mungu wakati wa historical background, mm. Haiko hivyo. Ndio maana inafika sasa wakati huyu anachanganyikiwa mm. hajui afanye nini mm. na ndio maana uh, vijana wengi sana mm. hawawezi kwenda uh, wana, wanachanganyikiwa wanakata tamaa, hawajui waende namna gani. Kwa nini? Kwa sababu mambo ya dunia nayo yana nguvu mm kwa sababu mambo ya dunia yanaonekana. mm -hmm. Vitu vizuri vinaonekana. mm -hmm. Mambo ya Mungu hayaonekani. mm -hmm. Sasa kwa kuwa mambo ya Mungu hayaonekani, mm -hmm. mambo ya Mungu yako kiroho. mm -hmm. Ni sawa sawa ukiangalia jani fulani pale mti unachezacheza nini, mm -hmm. kinauchezesha ule mti lakini, tutambue kwamba Mungu mwenyezi Mungu aliumba vitu vinavyoonekana, mm -hmm. na vitu visivyoonekana. mm -hmm. Na katika vitu ambavyo havionekani viko ambavyo ni vizuri, viko ambavyo ni vibaya lakini Mungu huyo huyo akakwambia kwamba nitumainie mimi. Neno la Mungu linasema tuwe na bidii uh -huh. tuwe hodari katika Bwana uh -huh. tuwe hodari pia katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake, ili tuweze kuzipinga ila za nini za shetani uh -huh. kwa sababu gani? Sasa ila za shetani zikuwa zinaonekana hazionekani uh -huh. ndio maana mtu yeyote ambaye ana neno la Mungu ambaye anatambua anaweza akajua hata ndani ya familia tayari adui ameshaingia, na akijua tayari adui ameshaingia, anajua afanye nini. Tofauti na wewe usiyejua, unaweza ukarudi nyumbani ukakuta mkeo kabadilika. Unarudi nyumbani unakuta mmeo kabadilika, wakati asubuhi mmekubaliana vizuri kwamba mambo yatakuwa hivi na hivi. Kabadilika, nini kimembadilisha? Sasa ukilichukulia kibinadamu, na wewe utakasirika, utachukia, utatoka, utakwenda kuanzisha mambo mengine huko. Kumbe ungelikuwa na nuru kwa maana una neno la Mungu kwa maana neno la Mungu ni nuru. Sasa kama ni nuru, ina maana nuru inaangaza mahali ambapo pana giza. Mahali ambapo wewe uwezi, mtu mwingine hawezi kuona, wewe unaona. Mahali ambapo unaweza uwezi kujua ili shida ime, kwa nini imetokea hii shida, wewe unajua kabisa hii shida imetokea ni kwa sababu hii. Mahali ambapo mtu mwingine anaweza kasema, mama mko mimi hawezi kuleta ili tatizo. Mama yangu mimi hawezi kusababisha ili tatizo. Baba yangu mimi hawezi kufanya ili jambo. Lakini mtu mwenye nuru anasema baba anaweza akatumika kusababisha hilo jambo kuleta mifarakano. Na kwa sababu ni baba yako ambaye unampenda, kwa sababu ni mama yako ambaye unampenda, kwa sababu unamwona yeye ni kila kitu, ina maana hata akiongea jambo lolote wewe unaliamini. Kumbe adui ameamua kumtumia yule unayemwamini ili akuvuruge, ili aharibu amani. Na wewe ukilikubali amani imeshaharibika, ndio unakuja kugundua kwamba hmm. Kumbe hata baba anaweza akafanya jambo baya. Hmm. Kumbe hata mama anaweza akafanya jambo baya. Mm. Kumbe hata mke wangu anaweza akavuruga. Mm. Kumbe hata mme wangu anaweza akavuruga. Mm. Kumbe hata mtoto wangu niliye mzaa mwenyewe anaweza akavuruga. Ndio maana nasema neno la Mungu ni mchakato, it's a process. Ni lazima ujue mwanzo umeanzaje, na sasa ukoje, na unakokwenda kukoje. Mm. Ndipo unawe, kwa sababu kuna kitu naita trend analysis mm -hmm. Yaani unapata tathmini ya yale matukio ambayo yametokea unayoyajua, na ndiyo maana ningetamani kueleza vijana kwamba vizuri sana wakajaribu kuwa karibu na watu wazima, watu wazee wao ambao hiyo situation ambayo unahangaika nayo wewe leo, yeye alishaipitia. Huwezi ukasema kwamba umekaa unapiga magoti unaomba, ni vyema ukapiga magoti uombe Mungu akufungulie milango, ili ukitoka mtaani ukaone hiyo milango iliyofunguliwa Sio ufungulio ukiwa umekaa hapo, kwa sababu ni lazima ufanye kazi ndio uweze upate matokeo. Huwezi kupata matokeo kama wewe upo tu mpela mpela. Wewe kijana, ni nalenale sawa. Imani ni mchakato, tutasubiri sana. Imani ni mchakato. Mchakato. Kwa hiyo kijana anayesema haya mambo ya Mungu nisisikie kabisa, inawezekana uh, labda alitajiwa Mungu juu kwa juu, yani kwamba hakukuwa na mchakato kwenye malezi huku chini kumjenga kufikia hapo kwenye kumwamini Mungu. Na ndio maana ukisoma vitabu vitakatifu unaambiwa kabisa neno la Mungu hutakiwi kulisikia sehemu za ibada, yaani ile elimu ya wokovu kwa mtoto hatakiwi kwenda kuisikia sehemu ya ibada, hatakiwi kwenda kuisikia kwenye, kwenye, kwenye, kwenye shule ya kanisa au shule ya uh, kitu chochote ambacho tunasema ni kitakatifu ndo kinaiongoza hiyo shule. Mm -hmm. Neno la Mungu anatakiwa alisikie kwa, kwa wazazi wake, yaani wazazi ndio first hand information ambayo anatakiwa waitoe kwa mtoto. Mm -hmm. Ili huyu mtoto akija huku duniani akija huku nje atakachokiona kilingane na kile alichokisikia kwa mzazi. Kama kilingane na kile alichokisikia kwa mzazi, basi aweze kuwa na utambuzi kwamba hapa, mm -mm, mimi naingizwa cha Hmm. Sasa tunapozungumzia ni, ni ni mchakato it's a process. Anatakiwa aanze kusikia kutoka huku, ndio maana tunasema mzazi ndio mtu pekee anayetakiwa ampe elimu ya wokovu mtoto wake. Tunapozungumza elimu ya wokovu, ni kwamba huyu mtoto anatakiwa aishi vipi atakapokuwa peke yake, atakapokuwa hayuko na wazazi wake. Huyu mtoto ajue kuna siku wazazi wake wataondoka na mzazi yoyote akijua kuna siku atakuja kuondoka, kuna malezi ambayo lazima mtoto ampitishe ili awe tayari. Lazima mtoto apitishe kwenye jua kali linamchoma, lakini hawezi kufa kwa kuchomwa na jua. mm. Sio kama tunaelewana, ndugu wasikilizaji mnaotusikiliza. mm -hmm. Lakini ikionekana kwamba huyu mtoto maisha yake ni kitonga mtelemko tu. mm. Ame mtelemko mtelemko mtelemko, mtelemko. Kuna mahali huwa inakuwa ni mlima. Sasa bora aanze mlima uh -huh, aje kukutana na mteremko uh -huh. hata akija kukutana na mlima hataona ni kitu cha ajabu uh -huh. anatakiwa lijue neno la Mungu, kuanzia weishae kuona mtu anafanikiwa kibadilisha gia angani Yaani kwamba nikwambagi unatakiwa ubadilishie huku chini ujue kabisa nakokwenda kukoje mm -hmm. Na ndio maana kwa kujibu lile swali la, la msingi kabisa mm hivi -hmm. Dunia unatakiwa uishi namna gani? Mbona inaonekana ina matatizo ina nini? mm -hmm. Unatakiwa ujue unakokwenda ni wapi mm -hmm. na unakokwenda kukoje, kwa sababu kokote unakokwenda mwisho wake huwa unaweza kuwa ni mbaya au mzuri mm -hmm. Ndio maana kwa watu wenye umri kama wa kwangu mm hata -hmm. vijana huwa tunaomba sana kwamba ninaomba niwe na mwisho mzuri, mwisho mwema. Kwa sababu mwisho mwema, sasa kuomba kwamba uwe na mwisho mwema, kuna mambo ambayo unatakiwa uyafanye ukiwa unaelekea kwenye huo mwisho. Kuna mambo ambayo mtu ukimwangalia tu sasa hivi, unajua kabisa huyu mwisho wake ni mbaya. Kuna mambo ambayo usipo uh, yatekeleza au uh, usipoyafanya, ina maana huwezi kufika kule unakotakiwa kwenda. Hicho ndicho kitu ambacho watu wengi tunakikosa. Tunachokikosa kikubwa kabisa cha msingi ni maana ya maisha. Kwa nini wewe unaishi? Ukijua kwa nini wewe unaishi, na maana wewe una kusudi la kuweza kuishi, ndio maana unaishi hapa duniani, una kusudi fulani. Hmm. kusudi lako ni lipi? Nani atakaye kueleza hilo kusudi lako? Kusudi mzazi wako anatakiwa kueleze, mzazi hmm. Na utamuuliza wewe hey, mzazi, kwanini kwa nini unaniambia kwamba kuna ili kusudi Mzazi atakwambia Mwenyezi Mungu aliyekuleta hapa duniani, yeye ndio ana makusudi na wewe uweze kuishi hapa duniani. Ndio maana kila mtu ana kitu cha kipekee ambacho hana isipokuwa adui. Hapa duniani anachokifanya anakuondoa kwenye kusudi lako wewe. Mwalimu unasemaje? Nasema hivi adui hapa duniani anakuondoa kwenye kusudi lako wewe. Anakuondoaje? anakuondoa ana kuwa wewe anakufanya uwe yule wakati yule ni yule na wewe ni wewe. Sasa anakuondoa umtegemee yule, kumbe ilitakiwa wewe ujue una nini, sio yule akwambie wewe una nini. Ukae wewe ujue una nini, na ukukaa wewe kujua una nini, kukaa wewe, ndugu msikilizaji unayetutizama sasa, kukaa kujua wewe una nini, maana yake umeruhusu Mungu awe ndani yako, kwa sababu Mungu ndio anayejua wewe una nini. Kwa hiyo Mungu ndio atakaye, ukiwa naye karibu yeye, ukiruhusu awepo ndani yako, yeye ndio atakaye kueleza wewe una nini. Yeye ndio atakaye kuguide kwamba nenda hivi nenda vile nenda vile, kama vile anavyosema, jua sasa chomoza. Mm -hmm. jua sasa zama, giza lije. Mm -hmm. kuna mtu ambaye anaamua jua lichomoze? Hapana. Kuna mtu anayeamua jua lizame mm -mm. Kuna mtu anayeamua sasa, uwe mchana uwe usiku, hapana. Ina maana ile jua liliumbwa na Mungu mm -hmm. na sisi tumeumbwa na Mungu. Kwa hiyo jua liko guided na Mungu na sisi tunatakiwa tuwe guided na Mungu, lakini kwa sababu sisi tuna ujuzi wa wema na mabaya, ndio maana tunajiona tunaweza tukaishi kwa kujitegemea sisi wenyewe na kwa kufanya hivyo ndio maana inafika mahali tuna stack, hatuwezi kuendelea mbele. Na usipoendelea mbele, unachanganyikiwa, unajiona kwamba um, inawezekana miaka kumi ishirini uliyokupita huko ulikuwa unaona maisha ni kitonga, mambo yanakwenda tu, kumbe kuna mtu aliyekuwa behind, yule aliyekuwa nyuma yako anayekuongoza kwamba uende hivi. Lakini kumbe ungelijua kwamba kuna Mungu ndiyo anayetakiwa kukuongoza, hata likutokea tatizo na relax, unashukuru, unasema, ah sasa hapa ili kibinadamu siliwezi, ili namwachia Mungu. Sasa huyu dada angelijua hilo, angeweza kusema kwamba no, natakiwa kuolewa, isipokuwa natakiwa kuhakikisha kwamba nina Mungu ili Mungu mwenyewe anigaidi kwamba lini niolewe, na niolewe na nani, na mtu wa namna gani? Oho, sawa, tutaliendeleza hili kwenye kipindi kijacho. Muda umetutupa mkono kwelikweli, lakini mtazamaji, kwenye kipindi kinachofuata tutakuja ku endeleza jambo hili. Vijana wako broken, hasa kwenye eneo la imani, na umesema inawezekana msingi tangu huko nyuma mchakato haukwenda sa. Vijana wanapata shida kwenye uchumi. Mm -hmm. wanapata shida kwenye mahusiano mm. wanapata shida kwenye imani sawa. Tunayazungumza hayo kwenye kipindi ambacho kitafuata, mtazamaji. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunahitimisha eh, tafakari kwa siku ya leo. Bila shaka, mwalimu, umemuelewa vizuri. Kama una maswali zaidi, unaweza kuyatuma kupitia namba ya simu ambayo unaiona kwenye luninga yako hapo, tutashughulika nayo kwenye kipindi kitakachofuata. Lakini kumbuka tu leo tumezungumza kuhusiana na eh, vijana na maswala ya imani. Imeonekana kidogo kuna mvutano, vijana wanapata elimu ya dunia, eh, wanajifunza falsafa mbalimbali, wanapata mashaka kidogo kuhusu Mungu. E, na vitu kama hivyo tumezungumza. Bila shaka mwalimu memwelewa vizuri. Mpaka wakati mwingine, mimi naitwa Beni miti mingi ilikuwa e, na mwalimu Paul Betwa, kwa heri hey,